Wilaya ya Hanang' ni miongoni mwa halmashauri nchini zinazohamasisha kwa kiwango kikubwa kupima ardhi yake ambayo inajumuisha mashamba kwa njia ya upimaji shirikishi, ili kutekeleza kikamilifu mipaka ya vijiji na mashamba kwa mpango wa upimaji shirikishi. Zoezi la utoleaji hatimiliki kwa wananchi linafanyika mara kwa mara kutokana na kukamilika kwa mahitaji husika. Kuna baadhi ya hati miliki zimekabidhiwa kwa husika moja kwa moja na ofisi ya mkurugenzi mtendaji na kuna zile ambazo zinakabidhiwa kwa wananchi kwa makundi kupitia hadhara kama tukio la leo. Jumla ya hati miliki 260 zimekabidhiwa moja kwa moja kwa wananchi wa vijiji vya Ginerish, Mirongori na Ishponga, ambapo mwezi Agosti 2024 hati 200 zilikabidhiwa kwa wananchi na mheshimiwa mgeni rasmi na hati sitini zinakabidhiwa leo tarehe 29 mwezi wa 4 2025. Mimi naamini kabisa kupima ni jambo moja, lakini kumiliki hati ni jambo lingine. Kwa hiyo zoezi la kupima ardhi litakuwa limekamilika, lakini sasa ndugu wananchi wa Ishponga wa vijiji vya Ishponga, Ginirish pamoja na Mirongori. Rai yangu kwenu ni kuhakikisha sasa zile ardhi ambazo zimepimwa mnalipia ili sasa muweze kupata hati miliki ambazo mtazitumia nyinyi kama uhalali wa ardhi yenu ambayo imepimwa. Kwa hiyo nyaraka zinakusaidia, unakuwa na uthibitisho wa umiliki wako. Lakini pia wakati wa upimaji masuala ya mipaka hubainishwa. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa mtu akisogeza mpaka, sisi tunajua, tunamwambia hapana, mpaka upo kwa mujibu wa ramani. Hakuna mtu anaweza kusogeza hata yodi moja kwenye ardhi ya mtu, inakuwa tayari tunakuwa ni mashahidi wako. Lakini kitu cha namba tatu, kuna watu walisema kwamba inaweza kutumika kama dhamana, dhamana mahakamani, dhamana eh, kwenye, ushi, kwenye, kwenye, kwenye mikopo na vitu kama hivyo lakini mimi nachokizungumzia kikubwa kuliko vyote ukiacha hayo yote ni usalama wa miliki yako, usalama wa miliki yako. Unapokuwa na hati, hakuna mtu anaweza kuja kudai kwamba hiyo hati ilikuwa ya kwake, hiyo ardhi ilikuwa ya kwake, au ilikuwa ya baba yake, ilikuwa shangazi yake, ilikuwa ya mjomba yake, au ilikuwa ya nani. Hata watoto wako, ukiwaacha watakuwa tayari wana nyaraka za kuthibitisha huo umiliki. Na kwa leo tumegawa hati zaidi ya 240. Kwa kata mbili kwa maana ya kata ya Ishponga yenye vijiji vya Girnishi, e, Ishponga yenyewe pamoja na, na, na, na kijiji ch, ch, ch, ch, cha Milongoli, lakini pia tumegawa hapa Masakta e, kwa vijiji vitatu kwa maana ya kijiji cha Rambo, kijiji cha, cha, cha, cha, cha, cha Homari na hapa Masakta penyewe e, hizo hati mia mbili arobaini ni sehemu ya hati ambazo tunaendelea kugawa na tunaendelea kupima na huku tunazigawa. Ee, zoezi ni la muda mrefu kidogo, tumeshaanza kwenye kata zingine na sasa e, leo tumefanya kwa kata mbili, na wakati huu tunaendelea na upimaji kwenye kata zingine na tunaendelea kugawa hati. Sana sana mimi niwapongeze wale ambao tayari wameshafanya upimaji na kumiliki ardhi yao na kupata hati, na niwasihi tu wanahana wenzangu, kwa wale ambao tayari wanazo hati zao ni kwenda kuzitunza, wazitunze vizuri kwa sababu zenyewe e, zinatakiwa zitunzwe kwa unadhifu ili ziweze kutumika kwa kipindi kirefu, na kwa wale ambao bado hawajalipia basi walipie ili waweze e, kupata hati waweze kupimiwa waweze kumilikishwa na kupatiwa hati ili waweze na wenyewe kuwa na haki e, ya kumiliki ardhi kwa mujibu wa sheria namba tano ya ardhi ya mwaka 1999. Mimi kwa majina nafahamika kama Mariamu Rashidi Jilili, ni mkazi wa kijiji cha Mirongori. Nashukuru kwa kupokea hii hati, najisikia vizuri. hii hati nilipoipokea, naona itatatua migogoro yote ya ardhi Naish... eh, kwa majina naitwa Elia Petro Mlangi. Eh, katika hati hizi mimi binafsi nashukuru sana kwa sababu itatuondolea usumbufu mkubwa kwa sisi vijana ambao tunataka kujishughulisha na kitu kama biashara nini, sasa ni vizuri, maana itakuwa ni dhamana yetu nzuri na kuondoa na kutatua migogoro baina ya majirani kwa kizazi kinachoendelea.